E, bwana, leo mpaka pande za Buguruni na hii ni Betika maskani, nimeona kesi ya yani, nije pande za Buguruni nipige stori na wanangu kuhusiana na maswala mazima ya mchezo wa mpira wa miguu miaka kumi kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2024 kuna timu sita za Ulaya zimekuwa mabingwa UEFA Champions League. Mi natakwa ntajia hizo timu sita. Nitaanza na Manchester United. Eh, hapo kidogo nitasahau. Mimi na mpira. Yaani mpira vitu vingi tofauti. Ah, bwana asante kwa kukumbuka kwa sababu inaweza kukumbuka tu Real Madrid, Barcelona, Madrid washachukua, Barca ashachukua, PSG na yeye nadhani ashachukua, Liverpool na yeye ashachukua hilo kombe, twende mwingine Chelsea washachukua, bado mmoja wa mwisho. Manchester City. Kama ambavyo umeweza kuwasikia wanetu kutoka Betika wasikani siku hii hapa leo, na wewe una nafasi ya ku drop comment yako hapo chini, lakini kubwa zaidi eh, ni kuzama kwenye website ya Betika ambayo ni www.betika.co.tz, ufanye ubashiri mara nyingi zaidi. Betika, chaguo la mabingwa.